Kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana wa pekee bwana wetu, aliyetungwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bivuwa Maria, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato akasurubiwa akafa akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi Ufufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi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 umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa mabwana yuna, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Ee Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto ya milele, ongoza roho zote mbinguni. Saidia sana anaitaji zaidi msaada wako. Damu ya Kristo iziokwa helo zinazozecheza karani izijalie nuru ya uzima milele. Matendo ya utukufu, tendo la kwanza, Yesu anafufuka. Tumwombe Mungu atujalie kugeuka takatifu. Salamu Maria umejaa neema, Bwana umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa Salamari. na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu Utuombee sisi wakosefu. Sasa na sara kufa kwetu Amina. Salama ali umejani Bwana buwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu. Sasa na sara kufa kwetu Amina. Salama ali umejani Bwana buwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa kwa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa salamu. Ari umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuasifu milele Yesu Maria na Yosefu. Ee Yesu mwema utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni. Saidia hasa wanaohitaji zaidi msaada wako. Damu ya Kristo ije okoe roho zinazoteseka, tawalani izijalie nuru ya uzima wa milele amina. Matendo ya utukufu, tendo la pili, Yesu anapaa mbinguni. Tumuombe Mungu atujalie kwenda mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina yako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usitie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria umejawa, Bwana yu na Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu.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 umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombezi twakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Ma. Ma. Mtakatifu, Mama wa Mungu, om sasa na saa kwa kwetu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote, na milele amina. Tuasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Ee hey Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni. Saidia sana zaidi msaada wako. Damu ya Kristo, uzima milele. Matendo ya utukufu. Tendo la tatu, Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Tumwombe Mungu atujalie bidii katika dini yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni Utupelea mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunava samee hasi wale tukosea. Usiuzie katika kushawishi lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu ni Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yuna, mmebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombezi sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa.

Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu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 Utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, saidia hasa wanahitaji zaidi msaada wako. Damu ya Kristo. Izi okoe roho zinazoteseka toharani, izijalie nuru ya uzima wa milele Amina. Matendo ya utukufu, tendo la nne: Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Tumwombe Kufa vizuri. Baba yetu uliye mbinguni, jina yako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi wale waliyotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu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 kuliko tumbo nesuaa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Ma Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa Maria Ma Mtakatifu mama wa Mungu. utuombe sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Ma Mtakatifu mama wa Mungu. utuombe sisi wakosefu sasa na kwetu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote, na milele amina. Tuasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. e hey, Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto ya milele, ongoza roho zote mbinguni sana, saidi saidi msaada wako, damu ya Kristo, nuru ya uzima milele. Matendo ya utukufu, tendo la tano: Bikira Maria anawekwa malikia mbinguni. Tumuombe Mungu atujalie kudumu katika njia njema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni Utupelea mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunava wasamehe hasii waliotukosea. Usiuzie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu ni Amina. Salamu Maria, umejaa mabwana yuna. mmebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejane mabwana yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombezi sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejane mabwana yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria, umejani, mabwana, yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria, umejani, mabwana, yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu, Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu na. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu. Sasa na saa kwa kwetu Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana Yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa kwa kwetu Amina. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana Yuna. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa.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 umebarikiwa kuliko wanawake wote na ake. Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa yakuwa kwetu Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amina. Twasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Ee Yesu mwema, usamehe dhambi zetu, kinge na moto ya milele, ongoza roho zote mbinguni, saidia sana anaehitaji zaidi msaada wako. Damu ya Kristo isiokoe roho zinazoteseka toharani, izidi ya uzima milele. Salamu Malkia, mama mwenye huruma, uzima huzima na matumaini yetu. Salamu tunakuzii, ugenini hapa sisi wana wa Eva tunakulilia tukilalamika na kuzunika bondeni kwenye machozi haya. Basi mwombezi wetu utuangalie kwa macho yako yenye huruma, na mwisho wa ugeni huu utuoneshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. E mpole, e mwema, e mpendelevu Bikira Maria, kwa jina la Baba.